Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania oye! Kwa jina naitwa Jackline Eliadi, nasoma darasa la tano katika shule ya msingi Manyinga. Nipo mbele yenu kwa ajili ya kuwakilisha shule ninazotekeleza programu ya Eco Schools kupitia shirika la TFCG Tanzania. Natokea mkoa wa Morogoro, wilaya ya Mvomero, tarafa ya Turiani. Nipo mbele yenu kwa ajili ya kuelezea nishati safi ya kupikia katika suala zima la utunzaji wa misitu. Kwanza nitaanza kutoa maana ya nishati safi ya kupikia. Nishati safi ya kupikia ni nishati yenye viwango vya chini sana vya uzalishaji wa uchafuzi unapochomwa, mfano gesi asilia, nishati ya jua, nishati ya upepo, nishati ya umeme, LPG, yani inamaanisha liquid, petroleum, gas, na kadhalika safi ya kupikia yamegawanywa katika makundi yafuatayo. Kundi la kwanza, kiafya. Nishati safi ya kupikia hupunguza magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Matumizi ya kuni na mkaa kwa muda mrefu huathiri mfumo wa upumuaji. Hivyo, huzalisha hewa ya carbon, ambayo hewa ya carbon si rafiki wa binadamu. Kundi la pili, kimazingira. Kwanza, nishati safi ni rafiki wa mazingira kwa sababu haizalishi hewa chafu. Pia husaidia kupunguza kasi kubwa ya ukataji wa miti kwa ajili ya kupata kuni na mkaa, hivyo misitu yetu inabaki kuwa salama. Kundi la tatu kiuchumi. Ingawaje gharama za awali si rafiki, lakini matumizi yake ni ya muda mrefu. Kwa maana hiyo sasa, huokoa pesa na muda pia. Nishati safi huzalisha ajira. Kundi la nne kijamii, kuboresha maisha ya kila siku, yaani jamii badala ya kwenda porini kukata miti, kubeba mizigo ya kuni na mkaa, wanaachana na kadhia hiyo na afya zao zinaboreshwa kwa kutumia nishati safi ya kupikia, ambayo nishati safi ya kupikia ni gesi, pia isiyozalisha moshi, yaani inamaanisha uchafu mwisho. Hivyo basi hivyo basi bila ku bila kuji, bila jinsia kuwa pamoja, tunahamasisha kwamba tutumie nishati ya kupikia ambayo ni gesi, hivyo hupunguza kasi kubwa ya ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mkaa. Misitu yetu inabaki kuwa salama kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Pia tuwe mabalozi katika kuunga mkono kampeni ya rais wetu wa jamhuri Raisi wetu mpendwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara mkubwa wa kuhamasisha kwamba tutumie nishati safi ya kupikia ili kasi kubwa ya kukata miti kwa ajili ya kuni na mkaa hutoweka, hivyo misitu yetu inabaki kuwa salama. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Majaliwa, oh.